Saa ya Bwana. Haya ndio majira ya Bwana. Hii ndio saa ya Yehova. Atashuka tena apate majina. Na unapokea kwa jina la Yesu. Walio kukusudia mabaya hawatafanikiwa, maana Yesu ameshuka akuponye mwenye imani. Maandiko yanasema I mean. I yule bwana akakunja godoro lake, akaanza kutoka, wakampisha, wakampisha, wakamwachia njia, wakamwachia njia. Jamaa wakashuka darini kule, wakasema mtuntaji waka baadaye, nayule mwenye nyumba wakasema jamani, kaiyoyaona mumesamehewa. Yesu anakusudi jema, usiogope. Yesu ana jambo na wewe, usiogope hata kama ikutokea. Mwaka jana mwaka jana sio mwaka huu, mwaka huu sio mwaka kesho. Mwaka huu ni mwaka huu. Oh, haleluya! Yaliyoshindikana mwaka jana yanawezekana mwaka huu. Leo sika na miezi iliyopita, unajua nani anaweza kana wakati huu? Umenung'unika sana wiki iliyopita na ile ingine, Mungu alijua.